nitaweka mm, tume ya maridhiano tuangalie sababu za um, changamoto za kisiasa ndani yetu, tupatane na tuende vizuri. Lakini kwa hili lililotokea, tumeona tuunde tume hii kwanza, fanye kazi yake imalize. Mapendekezo yatakayotoka huku ndiyo tutakayo kwenda kuwafanyia kazi kwenye tume ile ya maridhiano